Bismllahi rahmani rahim, alhamdulillahi musalian ala Muhammadin khairi nabiyin ursila ala alihi wasahbihi wa wa wamanwalahu amma bad, niwasalimie kwa maamkizi ya peponi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kitendawili ambacho hakijateguliwa swali kubwa ni umpende nani? Nani awe rafiki yako? Ni mpende nani? Ndo swali ambalo kila kijana anajiuliza, swali ambalo kila mtu hajui. Mapenzi yenyewe yamekuwa ni ya uongo siku hizi. Ni mpende nani? Ni upi rafiki wa kweli? Mapenzi hasa ya kweli ni yapi? Sikiliza hichi kisa. Siku moja Mwalimu alimuuliza mwanafunzi wake mundhu kamswahibtani tangu lini umekuja kutoka kwenu kusoma kwangu? Akamwambia mundhu thalatha wa thalathina, ama tangu nije kuishi kwako shekhe wangu na miaka thelathina tatu nikisoma mambo mengi kwako. Akamwambia umesema kweli, nieleze umejifunza nini katika muda huo uliokaa na mimi. Akamwambia, taallamtu minka thamaniya masaila, kwako nimesoma mambo nane. Mwalimu akashtuka, mambo nane? Dhahaba umri maak, umepotea umri wangu wote, miaka thelathini na tatu na aishi nayo nkikusomesha leo hii waniambia umejifunza mambo nane? inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, msiba mkubwa huo. Amba haya, nielezi hayo mambo nane yenyewe. Leo tutalitaja moja, akamwambia Nadhartu ila hadha lkhalqi, jambo lenyewe ni hili. Sikilizeni nyinyi ambao mnamtafuta mpenzi wa kweli, anaomba asikilize kila mmoja ambaye anamtafuta rafiki wa kumpenda. Niupi anasema kumjibu mwalimu wake, nadhartu ila hadha lkhalqi, nimeuchunguza ulimwengu, dunia nimeitizama, faraaitu kula wahidin yuhibu mahbuban lahu Nikaja kugundua mwalimu wangu, kwa vile ulivyonisomesha, kila mmoja, kila mtu, Wabongo, Wazungu, Wandengereko, watu wa sampuli zote, kila mmoja ana mpenzi. Lazima tu kuna mmoja. Kila mmoja ana kitu anachokipenda. Asiyeipenda Simba utamkuta anaipenda Yanga, asiyependa wali anapenda ugali. Kila mmoja ana kitu anachokipenda. Mwalimu akamwambia, halafu lakini, nilichojifunza ni, ni kwamba kila anayekipenda ana kitu ile siku anapokufa farakahu, yule rafiki anayempenda hakubali kufa na yeye Allahu hakubali kuzikwa na yeye. Nilichokisoma kutoka kwako mwalimu wangu ni kwamba, nikaamua mimi nimtafute mpenzi, nimtafute rafiki, nimtafute partner, nimtafute mwenzangu wa kumpenda, ambaye siku nikifa atakubali tufe wote. Siku nikizikwa hataishia kulia tu, atataka mimi na yeye tuzikwe wote t nalirudisha tena swali kwenu, ni mpende nani? Allahu akbar. Mwalimu akashangaa akamwambia, haya, ushampata huyo mpenzi? Akamwambia, ndio. Ni nani mpenzi huyo? Akawambia, ni matendo yangu mema, amali ya salih, matendo yangu mema. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama anasema, swala zako sufunga zako, utukufu wako, wema wako unawafanyia wenzako, siku utakapozikwa ule wema wote utaumbwa katika umbile la mwanadamu, ukae na wewe kaburini, ukuliwaze mpaka siku ya kiama. Kwa kumalizia siku moja, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidadavua sasa, ndio umebahatika kumpata mpenzi huyo, ukawa na wewe na wako mwenye sifa kama hizo, basi mpendane kwa kuzingatia hili ambalo lipo kwenye hadithi. Anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'atun, kuna watu wa sampuli saba yudhilluhumullahu llahu yawma la dhilla illa dhilluhu, Mungu atawawekea kivuli siku ambayo ni nzito ya kiyama siku ambayo ardhi itatetemeka mtetemeko wake, siku ambayo moto utakaribia kupasuka asa kwa hasira, takadu tamayazu min alghaidhi. Siku hiyo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuna watu wa sampuli saba. Miongoni mwa watu hao ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Namwomba kila mmoja ajiulize ni nani wa kumpenda, na kama hana sifa hizi tulizozieleza, huyo hafai kupendwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Zahmidi TV.